Matibabu hayo ambayo yanafanyika katika hospitali ya hapa ya wilaya ya Ilala Kivule na kudhaminiwa na Modewji Foundation hapa, umati wa wananchi waliojitokeza kupatiwa matibabu ya kibingwa wanaeleza matatizo yao ya awali na jinsi walivyopatiwa huduma. Watu walikuwa zaidi ya elfu lakini mpaka saa tano mimi nilikuwa nimeshaingia theater tayari. Hali ni niyokuja naye ili jicho la kushoto lilikuwa halioni kabisa, lakini kwa sasa alhamdulillah nimefunguliwa bandaji, jicho linaona. Hali mm, niliyokuwa nayo, nilikuwa sioni kabisa, lakini kwa sasa hivi naona vizuri mm, nimefanyiwa opresheni japokuwa ni jicho moja, na Mungu akisaidia nitafanywa tena opresheni ili nipate kuona macho yote. Nashukuru Modewji kwa kuleta hii huduma bure. Mwenyezi Mungu ambariki sana, awe na moyo huo wa kusaidia watu. Mratibu wa zoezi hili, Amina Ramadhani, anatueleza sasa, mpaka sasa hivi wamekwisha pokea wagonjwa wangapi na prosija ngapi zimekwisha fanyika. Lakini kwa hizi siku tatu jumla ya wagonjwa ambao tumeweza kuwaona ni elfu tano na kumi na mbili. Jumla ya dawa za macho zilizotolewa ni 286. Jumla ya miwani ya kusomea iliyotolewa kwa wahitaji ni 1842 na, na jumla ya upasuaji uliofanyika ni 121 na huduma yetu bado inaendelea. Tumeongeza wigo wa huduma ikiwa ni huduma za kibingwa kwa akina mama, ambapo kwa hizi siku tatu jumla wakinamama mia saba wameweza kuona na daktari bingwa na kuhudumiwa changamoto zao mbalimbali mbali. kwa upande wao madaktari bingwa wanaotoa huduma hiyo wanaeleza magonjwa yaliyoonekana kuongoza, ambayo wameyabaini na nini kifanyike. mabaliko katika mlango wa kizazi yanayoelekea kwenye viashiria shiri, vya saratani ya mlango wa kizazi. Hapa tumekutana na saratani kamili, saratani kamili ambayo imesha kuwa ya muda mrefu, lakini vilevile hayo vile mabadiliko kwenye mlango wa, wa kizazi ya awali tumeakuta ni mengi na tumefanya tiba hapa hapa. Tumeweza kuona wagonjwa wengi sana, lakini wengi wao wamegundulikana na tatizo la mtoto wa jicho. Uh, ili kuweza kujikinga na mtoto wa jicho moja ni kujikinga na magonjwa yasiyoambukiza kwa kuzingatia vyakula na mazoezi na kufanya check-up ya mara kwa mara. Matibabu ya macho ikiwemo upasuaji wa magonjwa ya macho na upimaji wa wanawake yamefanyika bure hapa katika Hospitali ya wilaya Ilala ya Kivule kwa siku tatu kwa udhamini wa Modewji Foundation. Kutoka hapa ndani ya chumba hichi cha upasuaji katika hospitali hii ya wilaya ya Ilala ya Kivule ambayo ipo hapa jijini Dar es Salaam, ni mimi Elisante Mkumbo wa ITV.